Leo nataka kuzungumza kuhusu vitu vinavyompendeza mwanadamu machoni. Nataka kuzungumza kuhusu maua. Huenda kuna mtu anajiuliza, maua ni nini? Nadhani jibu ni jepesi kabisa. Maua ni njia ya ajabu zaidi inayotumika kuonyesha upendo vizazi na vizazi. Ni wazi kwamba maua yamekuwa sehemu ya maisha ya mwanadamu tangu kuumbwa kwake. Ni njia ya kipekee duniani ya kumwambia mtu nakupenda, samahani, asante, hongera Nina kujali na mengine mengi. Tangu enzi za kale maua yalitumika katika ibada za kipagani, harusi, mazishi na sherehe mbalimbali za muhimu katika maisha. Huenda ndiyo maana hata sasa maua yanatumika katika sherehe, ibada, mazishi, mapenzi na kadhalika. Wasanii wanayatumia maua kupamba au kuyachola maeneo mbalimbali wanayodhani yanawavutia mashabiki wao. Kuna muda utaona maua yamepambwa kwenye mavazi mbalimbali, au yameshonwa kwenye vitambaa vya mapambo au kuchongwa kwenye mbao plasta au marumaru au kupamba majengo ya kifahari. Nadhani maua ni muhimu zaidi katika wakati huu kuliko wakati mwingine wowote wa tunaishi katika nyakati zenye machafuko, maua yanabaki kuwa mfariji mkuu anayeleta furaha na kutia moyo nyakati ngumu zinapojitokeza. Wanasema kuwa kutumia muda mwingi katika mazingira ya asili hupunguza msongo wa mawazo ni kweli hasa kwa waishio mjini ambako ni nadra kupata nafasi ya kukutana na mazingira asilia. Maua yanabaki kuwa sehemu pekee inayoonyesha uasilia wa mazingira. Wakati tukiwa bado wadogo, tulipenda kuchezea maua, tulipenda kuchezea vipepeo kwenye maua, tulipenda kuwakamata vuvu walioruka wakinyonya majimaji ya maua, kisha tukawafunga kwa kamba za sandarusi na kufurahia walivyokuwa wakiruka nasi tukiwa tumeshikilia kamba zile tukiwafuata kwa nyuma. Hebu fikiria jinsi maua poli yanavyovutia. Vuta picha jinsi shamba la alizeti lililochanua linavyovutia kutazama. Watazame nyuki wanavyofurahia maua, huku wakinyonya majimaji ili wakatengeneze asali. Alaa, kumbe hata asali tulambayo inatokana na maua. Inapendeza kweli kweli. Kuna muda vitu vizuri vimekuwa vikihusishwa na maua. Mwanamke mzuri naye anaitwa ua, pesa nazo zinaitwa maua. Maua yametumika kwa miaka mingi kuacha athari chanya katika akili ya mwanadamu. Katika maziko mathalani, ndugu na jamaa hupaswa kuweka mashada ya maua kama ishara ya mapenzi kwa mpendwa wao aliyewatoka. Wageni maarufu wakizuru mataifa au maeneo ya ugenini hupewa mashada ya maua kama ishara ya upendo na amani. Wanafunzi wanapofanya mahafali hupewa maua au kadi za maua, nao kwa furaha kuzipokea kama ishara ya upendo na kujali. Kimsingi, Maua ni tulizo la nafsi, ni faraja ya mioyo iliyovunjika, ni mpatanishi mkuu kwa waliokosana, na kwa umuhimu zaidi, Maua ni mbadala wa fedha na vito vya thamani. Maua ni sehemu ya amani ya mwanadamu. Maua ni tulizo la nafsi, maua ni pumzisho la akili na mwili. Ukijisikia kuchoka, nenda kwenye maua, kaa kwa muda, uchovu utakuisha.